Habari yako mzazi na mlezi, habari yako mwalimu na habari za leo mtazamaji wangu wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Karibu kwenye chaneli yetu. Leo tutazungumzia mbinu saba bora za kuwafundisha watoto maadili mema. Kama wewe ni mzazi, mlezi au mwalimu, video hii ni maalum sana kwako. Usisahau kulaiki, kukomenti na kusubscribe ili usikose maudhui ya kila wiki. Sehemu ya kwanza, tutaona mbinu ya kwanza ambayo ni kuwa mfano mzuri. Watoto hujifunza kwa kuiga. Kama mzazi au mlezi, unapaswa kuonyesha maadili unayotaka mtoto wako ajifunze. Kuwa mwaminifu, kuwa mkarimu, kuwa mwenye heshima, na mtoto ataiga mwenendo wako. Mtoto anajifunza kutoka kwa mzazi wake moja kwa moja akiona mzazi wake ni mkarimu, akiona mzazi wake ni mnyenyekevu, akiona mzazi wake ana heshima, naye anajifunza vivyo hivyo, kuwa na heshima kwa watu wengine. Watoto pia hujifunza shuleni. Ndugu mwalimu, onyesha ukarimu, onyesha heshima, onyesha kuwa mwaminifu. Watoto wanajifunza pia kupitia walimu wao. Mbinu ya pili, ongea na mtoto mara kwa mara Zungumza naye kuhusu tofauti kati ya mema na mabaya. Mwelekeze kwa lugha rahisi kwa nini kusema kweli ni muhimu, au kwa nini kusaidia mwenzake ni jambo jema. Mazungumzo hujenga ufahamu wa kina. Unapokuwa unazungumza na mtoto wako mara kwa mara, unamwonyesha umuhimu wa kuwasaidia wenzake, umuhimu wa kusema kweli, madhara ya kujitenga na kutosaidiana na wenzake, madhara ya kusema uongo Mtoto anakuwa anaelewa. Mazungumzo yanamfanya mtoto anakuwa na ufahamu mkubwa, anakuwa anaweza kujua ha, kumbe hili ni baya, hili ni zuri. Unapokuwa unaongea na mtoto wako mara kwa mara, tenga muda, hakikisha haukosi muda wa kuzungumza naye mara kwa mara. Ukiwa unazungumza naye mara kwa mara, utajua changamoto zake na utajua changamoto zinazowakumba watoto ambao wan anakuwa wanahusiana nao kwa sababu changamoto zinazowakumba watoto wanaohusiana nao watoto wanaocheza nao usipozijua pia, zinaweza zikamdhuru hata mtoto. Mbinu ya tatu, tumia hadithi na mifano. Watoto hupenda hadithi. Tumia hadithi zenye mafunzo ya maadili kutoka vitabu, Biblia, Kurani au simulizi za maisha ya kila siku. Mifano mizuri ina nafasi kubwa ya kukumbukwa kuliko sheria tu. Unapokuwa ukimsimulia mtoto wako hadithi mara kwa mara, unapopata muda wako, hata ile jioni umetoka kwenye shughuli zako, mmesha kula, mmepumzika, mmekaa kama familia pale, wasimulie watoto hadithi, wape mifano mbalimbali mbali ya maisha watoto wanapenda sana kusikiliza hadithi. Walimu mnapokuwa shuleni, hakikisheni mnawapa watoto vipindi vya kusimuliana hata hadithi wao kwa wao. Hadithi zinawajenga, hadithi zinavuta usikivu. Walimu wanaweza wakapanga wanapokuwa wanafundisha masomo, somo fulani linaweza likafundishwa kwa mbinu ya kutumia hadithi. Mtoto akasimulia au mwalimu akasimulia, watoto wanavuta usikivu na kufuatilia kile ambacho mzazi, mwalimu au mlezi anakuwa anamsimulia kwa kutumia hadithi au mifano. Mimi binafsi hapa ninakumbuka sana mama yangu alikuwa akipenda sana kutusimulia hadithi wakati tukiwa wadogo, yaani mpaka leo hii mimi ni mtu mzima, lakini nakumbuka zile hadithi, nakumbuka ile mifano aliyokuwa akiniambia. Hii ni mbinu nzuri sana ambayo inatumika kuwafundisha watoto maadili mema. Mbinu ya nne ni kupongeza tabia njema. Watoto wakifanya jambo jema, wasisahaulike Sifa ndogo kama hongera kwa kusema ukweli, hongera kwa kumaliza kazi, hongera kwa kumaliza chakula chako, hongera kwa kuoga, humtia moyo mtoto kuendeleza tabia hiyo. Tathimini kila hatua njema ya mtoto, na baada ya kupata tathimini, mpongeze, mpongeze hata kama amefanya mambo madogo madogo. We usilidharau, ukaona tu ili ni jambo dogo amefanya, kwa hiyo haina maana. Hapana. Mpongeze unapomwona amefanya kitu ambacho ni kizuri, hata kama ni kidogo. Kwa namna gani? Unaona, ulikuwa umempa kazi za kufanya, amemaliza kazi kwa wakati, mpongeze. Umemtuma labda dukani, amekimbia dukani mara moja, amewahi kurudi, mwambie wewe ni mtoto mzuri, wewe ni mtoto upo sharp sana, unajitahidi. Angalia, nimekutuma dakika mbili tu umesharudi hapa, safi sana, mtoto mzuri, huku unampigapiga mgongoni Mtoto anajisikia vizuri, unamfanya mtoto wako anakuwa na maadili mema, anakuwa na tabia njema, anakuwa akitumwa, anaenda kwa wakati, anarudi kwa wakati, akifanya kazi zake atamaliza kwa wakati, kwa sababu anajua kwamba wewe unatambua shughuli ambazo anazifanya. Ndugu mzazi, ndugu mlezi na ndugu mwalimu Kumpongeza mtoto kwa tabia njema aliyoifanya ni jambo jema sana katika maisha yake ya kila siku. We unaweza ukaona ni kitu kidogo, lakini kwa upande wa mtoto ni kitu kikubwa sana ambacho kinamjengea mtoto tabia njema na maadili mema. Mbinu ya tano: toa adhabu zenye mafunzo. Adhabu isiyo ya kuumiza, bali ya kufundisha. badala ya kumpiga mpe mtoto jukumu la kurudisha fidia au kuomba msamaha. Hii humsaidia kuelewa athari za matendo yake ambayo ni mabaya. Ndugu mzazi na ndugu mlezi, ndugu mwalimu na ndugu mtazamaji wa chaneli yetu, kumpiga mtoto sio kumlea wala kumfundisha maadili, ila unapompa mtoto adhabu ambayo itamfundisha hiyo inamsaidia katika maisha yake, anakuwa anakumbuka, au katika majukumu yake na katika mazingira anayokuwa anaishi, anakuwa anajua tu kwamba hapa nimekosea, nimeadhibiwa kwa sababu nimekosea. Lakini unapompa mtoto adhabu ya kumuumiza au unapompiga mtoto, wewe ukifikiri kwamba unamfundisha maadili mema, wakati yeye kwenye akili yake anakuwa anajua kwamba wewe unamkomesha kwa sababu umemuumiza. Unaweza ukakuta wazazi wengine, mtoto amekosea kitu ni kidogo tu, anapata makofi yani kofi mpaka mtoto anadondoka chini. Anapokuja anaamka, anaambiwa nilikwambia nitakuua wewe wakati ule ule umetoa adhabu, wakati ule ule umemuumiza kifikra pia. Hapo unakuwa haujamsaidia wala haujamfundisha maadili mema. Nenda na mtoto wako tu taratibu, mwambie, atasikia. Mkataze kufanya jambo baya na mfundishe kuomba msamaha pale ambapo anapokuwa amekosea, kama amemkosea mwenzake, kama amemkosea mzazi, kama amekosea shuleni, afundishwe kuomba msamaha. Hapo atakuwa anajua kwamba kumbe hapa nimekosea, na ambaye atakuwa amekosewa pia unampa nafasi ya kujisikia vizuri. Mbinu ya sita: tengeneza mazingira ya maadili. Weka mtoto kwenye mazingira yenye watu wenye maadili mema, kama shule nzuri, marafiki wema na familia inayothamini maadili. Mazingira humlea mtoto zaidi ya maneno. Hakikisha mtoto wako anasoma shule nzuri, shule ambayo inafundisha maadili mema, shule ambayo shuleni kuna mwalimu wa ushauri nasihi. Hakikisha mtoto wako anakuwa na marafiki wema. Fatilia marafiki ambao mtoto wako anacheza nao, fatilia marafiki ambao mtoto wako anaambatana nao, na pia familia ambayo mtoto wako anapenda kwenda. Hakikisha ni familia inayothamini maadili, kwa sababu kuna baadhi ya familia ambazo hazithamini maadili, familia ambazo unakuta watoto wanatenda tu wanavyotaka wao wenyewe, sio vile ambavyo wazazi wanataka watoto watende. Hivyo hakikisha un mtoto wako familia anazokuwa anajiungamanisha nazo, familia ambazo anapenda kutembelea ziwe ni familia zinazothamini maadili kwa sababu mazingira yanakuwa yanamlea mtoto zaidi kuliko maneno ambayo unaongea wewe tu. Kwa kuongea unasema tu na nini, lakini vitendo ambavyo mtoto wako anakuwa anapitia kupitia shule, marafiki na familia zinazomzunguka zinakuwa zina mchango mkubwa katika maadili ya mtoto wako. Mbinu ya saba, endelea kumfundisha kwa subira. Kumfundisha mtoto maadili ni safari Sio tukio la siku moja. Watoto hukosea, lakini wanajifunza hatua kwa hatua. Endelea kuwa mvumilivu na mpe nafasi ya kujifunza na kukua. Usiwe mtu wa kumlaumu tu pale unapokuwa unamfundisha maadili au tabia njema, unakuta wakati mwingine unawambia, wewe wewe huwa siku zote usikii, yani nimeshasema mpaka nimechoka, nimeongea, nimefundisha mtoto usikii, una kichwa kigumu kama nini na wakati mwingine unaanza kumtolea mifano hata ya watu wengine, labda kama ni changamoto unayo kati ya wewe mzazi na mzazi mwenzako, unaanza kumfananisha labda unamtolea mfano, yaani wewe umeshindikana, ueleweki, wewe ni sawa na mama yako, au wewe ni sawa na baba yako. Hapana, usimpe hiyo mifano ambayo inampotosha kwa sababu changamoto kati ya baba na mama zinawahusu wao wenyewe, haziwahusu kabisa watoto. Kwa hiyo mfundishe mtoto wako kwa subira, mpe mda, usiwe na haraka, kwa sababu maadili ni hatua kwa hatua. Usitegemee utakapoanza kumfundisha siku hiyo hiyo moja na mtoto siku hiyo hiyo ajue mtoto afanye kama unavotaka siku hiyo hiyo. Hapana, mpe mpe muda na mtoto atajifunza na atakuelewa, na atakuwa mtoto mzuri ambaye anafata maadili mema. Kila mtoto ana uwezo wa kuwa mtu mwenye maadili mema, lakini mafanikio haya yanatokana na juhudi zako kila siku. Anza leo kwa kujenga kesho bora ya mtoto wako. Kila mtoto ana uwezo mkubwa, usimdharau mtoto. Mfundishe kila mara, mfundishe kila siku, zungumza naye, mwambie mtoto wako, mpende, mwelekeze na usikate tamaa. Ukikata tamaa, maana yake utakuwa umemkatisha mtoto kuwa na maadili mema. Hakikisha mtoto wako anakuwa na maadili mema kupitia wewe. Anza wewe kuwa mfano bora. Tunaamini kwamba umejifunza kitu kipya leo. Hakikisha unashare video hii kwa wazazi wengine ili nao waweze kutambua ni jinsi gani wanaweza kutumia mbinu hizi kuwafundisha watoto malezi bora. Tazama video nyingine ambayo inafuata ambapo tutazungumzia madhara makubwa ya kutowafundisha watoto maadili mema. Kama wewe ni mzazi, kama wewe ni mlezi na kama wewe ni mwalimu, video nyingine inayofuata pia inakuhusu sana. Hakikisha unatazama video nyingine bila kuacha. Karibu na utuambie wewe umetumia mbinu gani kwa mtoto wako na ikakufaa, ili tuweze kuwapa na wazazi wengine na ili wazazi wengine waweze kuona hizo comments ziweze kuwasaidia. Pamoja tukishirikiana, tunaweza kujenga jamii yenye maadili bora, jamii isiyokuwa na migogoro, jamii isiyoleta usumbufu kwa taifa letu na mataifa mengine. Asante sana kwa kutazama. Tukutane kwenye video nyingine inayofuata. Asante.